Vita kati ya Israel na Hamas ni sehemu ya mzozo mrefu na mgumu kati ya Israel na Palestina. Sababu za vita hivi vya karibuni ni ngumu na zinahusisha mambo mengi. Baadhi ya sababu kuu inayosababisha vita hivi ni mashambulizi ya Hamas. Vita hivi vilichochewa na mashambulizi makubwa ya ghafla yaliyofanywa na kundi la Hamas dhidi ya Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Mashambulizi hayo yalilenga raia na wanajeshi wa Israel na kusababisha vifo vya watu wengi utekaji nyara wa mateka na uharibifu mkubwa wa mali. Israel ilitangaza mashambulizi haya kuwa kitendo cha ugaidi na kuanzisha operesheni ya kijeshi ili kulipiza kisasi na kuangamiza uwezo wa kijeshi wa Hamas. We will destroy Hamas, free our hostages and ensure that Gaza doesn't ever pose a threat to Israel again. Historia ya mzozo wa ardhi ni sababu ya pili. Mzozo kati ya Israel na Palestine unatokana na ugomvi wa muda mrefu kuhusu umiliki na utawala wa ardhi ya Palestine. Wayahudi wanaiona ardhi hiyo kama makao yao ya kihistoria na ya kidini, huku Wapalestina wakiona kama nchi yao. Tangu kuanzishwa kwa dola ya Israel mwaka 1948, kumekuwa na vita na migogoro mingi kati ya Wapalestina na Waisrael, na Wapalestina wamepoteza sehemu kubwa ya ardhi yao. Sababu ya tatu ni hali ya Gaza. Ukanda wa Gaza unaotawala na Hamas umekuwa chini ya mzingiro mkali wa Israeli na Misri kwa miaka mingi. Hali hii inasababisha matatizo makubwa ya kiuchumi na ya kibinadamu kwa wakazi wa Gaza. Hamas inaona hali hiyo kama ukandamizaji na utekaji wa ardhi, na pia Hamas inalenga kukomboa Palestini yote na kuanzisha dola ya Kiislamu, na pia Hamas inapinga uwepo wa dola ya Israeli. Sababu nyingine inasababisha vita kati ya Israeli na Hamas ni malengo ya Hamas. Kama harakati ya upinzani wa Kiislamu, Hamas ina lengo la kupambana na uvamizi wa kizayuni na kukomboa ardhi zote za Palestini. Hamas inaamini katika mapambano ya kijeshi kama njia ya kufikia malengo yao. Nayo Israeli inaiona Hamas kama kundi la kigaidi na imeahidi kuiangamiza. Sasa, kwa kifupi tu, vita vya sasa kati ya Israeli na Hamas ni matokeo ya mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7 pia kielelezo cha mzozo wa kihistoria na umiliki wa ardhi. Ukandamizaji na tofauti za kiitikadi kati ya Israel na Palestine ni sababu zinazosababisha vita hivyo kuendelea hadi sasa.